Tarbia Youngsters tumetoka kujifunza Quran na tukajifunza maana ya suratul Ikhlas, na sasa hivi ni muda wa Miss wetu mpendwa Miss Fatma. Miss Fatma anakuja kututolea hadithi nzuri zenye inahusiana na suratul Ikhlas, namkaribisha.

So, Suratul Ahad inatufunza kuhusu oneness of Allah, yani Mwenyezi Mungu ni nani? Mmoja, hakuna mwingine ila ni yeye. Na hii oneness of Allah inaweza tufikisha wapi? Inaweza tufikisha nani? Anaweza guess inaweza tufikisha wapi? Nataka mtu mwenye ajainua mkono. Oneness of Allah inaweza tufikisha wapi? Nakuja kwako. Inaweza tufikisha wapi? mbali mbali, wapi? Aha, pea mwenzako ajaribu. Peponi, peponi. Salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Sahihi. oneness of Allah inaweza tufikisha nini? Peponi. Na kuna hadithi inasema kuhusu hii oneness of Allah, sawa? Sahihi, hadithi inaenda, so, ina hivi: wathamani aljannat, semeni wathamani aljannat, la ilaha illa Allah

mungu mwingine ila yeye, sindio? There is no god but Allah except him, si sindio? La ilaha illallah, hakuna mungu mwingine kuna mungu mwingine? La, sindio, si hatujui, si tunajua tu ni Mwenyezi Mungu huyu mmoja, sindio? Wow. wow. wow. so tumejifunza, hmm. wa thamani, semeni wa thamani aljannat la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Yani thamani ya peponi ni la ilaha illa Allah. Sawa. Na. Hakuna pepo, ukitaka kwenda peponi unafaa kusema, unafaa kuamini la ilaha illallah ila Allah. Umejifunza kitu na hii hadithi? Sasa ni wakati wangu wa kuuliza nini? Maswali. Na. Ama mko na swali? Mi nimeuliza swali sana, hebu nyii mniulize swali leo nifurahi. Ni kule switi na nyii nikifurahi. ah! Ah, kuna mtu ananiuliza swali, mi ntalia. Mtu aniulize swali ama nikasirike. Yes niulize swali, swali. Niulize kama tusipoabudu Mungu mmoja tutafanyika nini? Usipoabudu mwenyezi Mungu tafanyika nini? Nani anataka kujibu huyo? Usipoabudu Mungu mmoja utafanyika nini? Hey, usipoabudu Mwenyezi Mungu. Hey, hey, jaribu. Shetani atakuwa karibu, karibu na wewe Mashallah. Jibu lingine, jibu lingine, nasi tunataka kujaribu uh -huh. Uh -huh. Utaenda motoni. Utaenda motoni ya mwisho, alafu tumalize ya mwisho. uh -huh. Hautaenda peponi, si ndio? Because tumesema tukisema la ilaha ilallah, tunaenda wapi? Peponi. na uamini na ufanye mazuri, utaenda nini? Peponi, sindio? so usipoabudi, yeah. Mwenyezi Mungu utaenda nini? Peponi. yeah. Mmejifunza na mmefurahi Asanteni sana kwa kuwa watoto wazuri. Sawa, asanteni sana kwa kujiunga so, kwa kwa nasi katika hichi kipindi, na natumai mefurahia na mmejisoma, mmesoma kuhusu la ilaha illa Allah. Inshallah khair, join us in the next, next episode. Fi amanillah, fi amanillah.